Bwana Yesu asifiwe, karibu katika sehemu ya mwisho, sehemu ya kumi na tano ya ujumbe kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, na tupo katika kipengele kinachozungumza juu ya mbingu mpya na nchi mpya, kitabu cha Petro, sura ya ya pili, Petro ya pili sura ya tatu, samahani, Petro wa pili sura ya tatu mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu Nafikiri kwenye uh, sehemu ya kumi na uh, mbili kumi na tatu tumezungumza tumesoma andiko hili linalozungumza juu ya juu ya uh, ujio wa mbingu mpya na nchi mpya kitabu cha Petro Petro wa pili sura ya tatu mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu Bibia inasema: lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, ikiitazamia hata ije siku ile Mungu ya Mungu na kuimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiunguzwa, zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka, lakini kama ilivyo ahadi yake mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Kisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa kwanza maneno kama haya yanarudiwa Kitabu cha Isaya sura ya 34 hadi sura ya 34 mstari wa 4 maneno kama haya pia yanarudiwa, sifa za uh, mbingu mpya na nchi mpya. So Biblia inasema kwa uwazi hapata kuwa na bahari tena, sifa ya kwanza. Sifa ya pili jua na mwezi havita kuwepo, maana havitahitajika. Itakuwa ni mji ambao una nuru, mji utakaoshuka utakuwa umejaa nuru, hapata kuwa na, na usiku. Lakini pia sifa ya nne ni hapata kuwa na hekaru, maana ibada itakuwa halisi. Mwanakondoo Yesu Kristo yupo pale, jeshi la malaika watakatifu, mji mzuri, mji mkubwa. Namba tano, mji utakuwa mmoja tu kote na mkubwa, unaitwa Yerusalemu mpya. Namba sita makao ya Mungu. E, Biblia inasema yatakuwa pamoja na wanadamu, tutamwona Mungu uso kwa uso. E, e, tutaishi naye, tutakuwa naye, tutakuwa watu wake. E, e, mwimbaji mmoja anaimba nasema tabu zangu zikiisha, nitamuona Bwana wangu akinikaribisha kwake. Wakati huu tutakuwa ni wakati wa furaha, wakati wa matumaini wakati ambao kila mmoja atakuwa anaofurahia kwa tendo moja tu la kumwamini Yesu Kristo. Lakini Yerusalemu mpya, huu mji, ukiusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na moja sura ya ishirini na moja ule mstari wa kwanza hadi wa ishirini na saba Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita wala hapana tena bahari tena. Nami nikauona nika mji ule mtakatifu Yerusalemu, Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi, kama bibi harusi. Uh, aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja uh, na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya.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 atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu, bali waoga na wasioamini na wachukizao. Anataja baadhi ya vitu vingi sana, ukipata muda soma hadi mstari wa ishirini na saba, utajifunza vitu vingi sana lakini kuna baadhi ya point kutoka kwenye hili andiko. Kwa hiyo huu mji utaundwa kutoka mbinguni na kushuka. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na mbili, Mstari wa kumi na mbili sura ya tatu mstari wa kumi na mbili inazungumza wazi eh, inazungumza wazi ikikuonyesha kwenye mstari wa kumi na mbili Biblia inasema yeye yeah, ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu wala hata toka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wangu wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni wa Mungu wangu na jina langu mwenyewe lile jipya. Kwa hiyo unaona vile ambavyo, uh, utashuka kutoka mbinguni, lakini utakuwa umejaa utukufu wa Mungu huu, uh, mji uh, kwa, kwa mahesabu makadirio ya mji huu uh, inaonekana unene wa ukuta uliozunguka ni uh, inaitwa dhiraa mia moja na arobaini na nne yani kama futi 200 au mita sitini na tano lakini pia jambo la pili, huu mji utakuwa na milango kumi na mbili yenye majina ya kabila kumi na mbili za Israeli na malaika kumi na mbili kwenye hiyo milango. Lakini pia kwa mujibu wa maandiko inaonekana, jambo la tatu, ukuta utakuwa na misingi kumi na mbili yenye majina kumi na mbili ya wanafunzi wa Yesu. Jambo la nne, ujenzi wa ukuta ni madini ya yaspi na mji umejengwa kwa dhahabu safi ung'aa kuliko bilauli safi na ya kito cha thamani. So pata muda ukisoma kitabu cha ufunuo wa Yohana, sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Biblia inasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauli, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, katikati ya njia kuu yake na upande huu wa, wa na upande huu na ule mto ulipo, uliokuwapo mti wa uzima, uzao matunda aina kumi na mbili, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwako ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia. Mstari wa nne: nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja ya tena ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Mstari wa sita: kisha akaniambia maneno haya ni amini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi wa Mungu kwa kupata nafasi ya kufuatilia maandiko na ujumbe huu kuhusu Yesu Kristo kurejea. Ninaomba, ikiwa umefuatilia mafundisho haya na yamekugusa kwa namna moja nyingine na unasema kabisa kwa dhati, mtumishi wa Mungu, mimi ninatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu, ninaomba fatisha haya maneno. Haijalishi umbali uliopo kati ya mimi na wewe, Mungu yuko kila mahali, Yesu yuko kila mahali, anaweza akasikiliza moyo wako, na kwa kurudia haya maneno utakuwa umeokoka na Yesu atakukumbuka katika wakati wa kurudi kwake au utakuwa sehemu ya hukumu au utakuwa sehemu ya adhabu au utakuwa sehemu ya kuachwa wakati kanisa linaondoka. Utakuwa sehemu ya furaha, uingie mahali ambapo ni sahihi. Rudia maneno haya, sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako, ninakupokea leo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Yesu, ninakiri ya kwamba ulikufa na ukafufuka. Sante kwa msamaha wa dhambi zangu zote na makosa yangu yote. Nifanye kuwa mwana, nifanye kuwa mwanao, ukanisaidie katika safari yangu ya maisha hapa duniani na ya uzima wa milele. Sante kwa Roho Mtakatifu uliyenipatia. Asante kwa ajili ya maisha mapya ulionipatia katika jina la Yesu. Amen. Basi ngoja niombe na wewe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako, neema yako ni ya ajabu na fadhili zako. Anyosha mkono wako Bwana sahi kwa ajili ya kumbariki mwanao aliyeisikia sauti yako, kuwa na mfululizo wa kusikiliza ujumbe unaokuhusu na moyo wake umekuelekea. Ninatangaza baraka yako na ulinzi wako juu ya wokovu uliompatia, mlinde hata siku ya kuja kwako, ili neema yako ya wokovu ikaendelee kumsaidia na kumhifadhi. Natamka ulinzi, msaada katika kila njia zake zote. Simama pamoja naye, msaidie katika jina la Yesu Kristo, amen. Ikiwa umebarikiwa na mafundisho haya na ungetamani kuwasiliana na mimi kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombezi na vitu vingine, ziko namba za simu ambayo uh, unaweza ukapiga unaweza ukapiga sifuri saba sita tano sifuri kumi na sita sifuri thelathini na nane sifuri saba sita tano sifuri kumi na sita sifuri thelathini na nane. Lakini pia unaweza kunipata kwa njia ya WhatsApp kupitia namba sifuri sita tano tatu uh, mia nane tisini na tano mia nne sabini na moja. Lakini pia una uwezo wa kutembelea uh, online TV yetu inayoitwa Christlike TV ambayo utapata mafundisho mbalimbali mbali. Kwenye mitandao ya kijamii niko TikTok kwa jina la Onesfori Gabriel ja, lakini pia utanipata Facebook kwa jina la Onesfori Gabriel na utaona kuna linki zetu pale za Christlike TV.